Makofi kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya huyu Yesu. Hayo makofi sio ya waenda mbinguni wapendwa, chapa makofi, yeah. yeah. la. la. la. makofi na, na vigelegele kwa ajili ya huyu Yesu wewe. Kwa Yesu la sio la, kwa Yesu la sio laha, piga makofi na vigelegele na shangwe kwa ajili ya Yesu. Unajua wakati mwingine unaweza ukaharibu amina, yeah. Sasa mimi natamani nisiharibu maana baada ya kukaribishwa umeingia sebeli, unataka kuingia mpaka chumbani. Hayo mambo sasa mimi siyataki. Haleluya, amen. Kabla hatujaendelea mbali kabisa, natamani kwanza nirudi kwa kiongozi wangu, baba yangu, ili mradi aweze kunipa kibali kuweza kuendelea mahali hapa. Basi mkurugenzi wangu popote ulipo, na kuomba jukwani huku, karibu karibu, ili uje unipe kibali na kuweza kuendelea. Chapa makofi kwa ajili ya huyu Yesu, chapa makofi kwa ajili ya huyu Yesu. Aime, karibu sana baba, karibu haleluya. Haleluya, ni siku okay ngema tena ya tarehe kumi na saba mwezi wa kumi elfu mbili ishirini na tano na ni siku ya kwanza ya mkutano wetu, na leo ni siku ya kwanza ya mkutano wetu, na wakati huu tumekusanyika mahali hapa, wapo viongozi wetu ngazi ya sectioni, na huu ni mkutano wa sectioni. kabla ya yote Nitaomba baba zetu kwa habari ya ufunguzi wa mkutano huu. Nitamwinua mtumishi wa Mungu kiongozi wetu wa section, kwa habari ya ufunguzi wa mkutano, nitamwinua mchungaji George Toni kwa ajili ya ufunguzi wa mkutano wetu wa section yetu ya Kongoe. Anaposimama yeah, yeah, naomba Matoshi na vigelegele anaposojamani, naomba tuchape makofi na vigelegele. Haleluya, haleluya, amina. Karibu baba. Amina, amina, amina, amina. Mungu wa mbinguni awabariki sana sisi kwa niaba ya Makamu mwangalizi amenipa idhini ya kuja kufungua mkutano huu nami na sasa nafungua kwa jina la Yesu Kristo. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu mkuu, Mungu wa pekee, Mungu wa kweli tunakuabudu tunakutukuza, maana unastahili sifa utukufu. Ninasema asante kwa ajili ya siku ya leo, siku ambayo Mungu ulipanga na siku ambayo Mungu umeijua. Watumishi wako wasiezi secheni ya kongoe wanaandaa mkutano wa mahali hapa na kwenda kulitangaza jina lako, wanatimiza makusudi yako na agizo ambalo mliagiza Baba. Ninakusii katika jina la Yesu Kristo rikataraboshe keteri masaka ukarama bamashenderemasia, ukaachilie neema yako mahali hapa, ukaachilie uwezo wako ukachulie nguvu zako za kuokoa na kuponya katika jina la Yesu Kristo. Achilia kibali kwenye viwanja hivi, ukalete watu toka kona mbalimbali waje kulisikia neno lako Baba. Sifa utukufu heshima zitabaki kwako kwa. katika jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka waliyetupa kama watumwa na watumishi wako, tunasimaa kinyume na hila zote za adui na kila mpango usiyopangwa na wewe katikati ya mkutano huo, tunaangamiza na kutoesha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aetagoli hai bali, tunawalika uwepo wako tokea siku ya kwanza, siku ya pili na ya siku ya tatu. Uwepo wako Bwana ukatawale viwanja hivi, nguvu zako Bwana zikatawale viwanja hivi. Ukahusike Bwana na kila mmoja ambaye ataingia mahali hapa, kukuinua wewe na kutukuza wewe katika jina la Baba, Bwana, Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Yeah, no. Amina. Kwa kusema hivyo, mkutano wafunguliwa. Karibu muendelee.